Upatikanaji wa mafuta nchini umeendelea kuimarika sana na ndio maana mtaona kuwa biashara ya mafuta hapa nchini imeendelea kuwa ya uwazi. Pamoja na hali hiyo, bado kuna kazi ya kufanya, ili tuangalie kila namna ya kuhakikisha kuwa bei ya mafuta inakuwa halisi, isiwe tu bei ambayo inatokana na kwamba premium zinakuwa hivi na hivi, ziwe ambazo ni halisi. Taarifa imeonyesha vile vile ukuaji wa mahitaji ya umeme ambapo katika kipindi hiki tumetoka kwenye ukuaji wa megawati 170.5 mwaka 2022 2023 mpaka kufika megawati 1645.25, sawa na, na ongezeko la megawati na 174.7 kwa mwaka, na kama tungechukua taarifa ya leo, maana hii ni ya mwaka wa jana. Leo tunavyozungumza, demand yetu peak yake imefika megawati 1900 maanake ni kwamba katika kipindi cha mwaka mmoja mahitaji ya nishati ya umeme nchini yameongezeka na sasa tumefika megawati mia mbili na hamsini na nne. Megawati mia mbili na hamsini na nne ni sawa na kujenga mradi wote upi wa Kidatu, ujenge mara moja. Maanake ukuaji wa uchumi wa nchi yetu, kiashiria kimojawapo ni hiki, na mtu akija kukuambia kwamba uchumi haukui, moja ya kipimo cha kujua uchumi unakuwa, angalia namna taifa hilo linavyotumia umeme na hapa mtaona kwamba ukuaji wetu ni mkubwa mno. Taarifa imetupa tahadhari vile vile, imetuonyesha kuwa itakapofika mwaka elfu mbili na thelathini na tano mahitaji ya umeme nchini yatafika megawati elfu nane na hamsini na tano na, na, na itakapofika mwaka elfu mbili na thelathini mahitaji ya juu, peak demand, ya umeme nchini itafika megawati elfu nne mia nane na sabini na nane Hicho ndicho anachosema mbunge mwenzetu mwenyekiti wa bodi Profesa ambaye amekwemo humu kwa miaka mingi kuliko mwingine yoyote. Nilikuwa namuuliza Judith mwaka 85 alikuwa wapi, akaniambia alikuwa kwa muumba wake. Kama tutaamua tukaridhika, tusiwekeze kwenye nishati. Na hili nalizungumza kila mahali, maana ni kwamba kule tunapoenda kwa uchumi unavyokuwa tutahitaji umeme mwingi zaidi, lazima tuanze kujenga vyanzo vingine sasa miradi ya Ruhuji Rumakali makali miradi ya sora ya Kishapu miradi ya upepo Singida kienda miradi ya upepo kule Makambako, najua yote hii tuanze kuijenga sasa hivi na tutumie mradi wetu wa compact tulionao, ambako kama tutapata hizi fedha tuweke ujasiri mkubwa wa kuanza kuwekeza kabla hatujarudi hapa tena kujadili masuala ya mgao na hili litawezekana. Taarifa ya eura hii tuliyonayo imetuonyesha hatari ya kule tunakokwenda. Tujiandae kuikabili hii hatari. Itashangaza sana, hatari tumeiona leo, halafu tusichukue hatua leo kwa ajili ya kuikabili.